Kontrakti ilisha mwezi moja lakini nikaregeshiwa na rais miaka ingine mitatu, sababu aliona huyu mama ako karibu na wananchi na uza mboga boy. Mimi ni bottom up, mimi ni muuzaji wa mboga, na mimi niko ndani ya serikali ya William Samoei Ruto. Nilienda pale na nikawa na nia njema na wataita na wataveta kwa maswala ya maji nafikiri hizi bohol mbili imeona hapa, mmesikia ushuda, si za kwanza. Tumefanya nyingi especially upande wa Vundani, kuna ma-water pans mengi tu. Hata sahii ningeomba Mheshimiwa Shake, hii bohol bado ni kidogo, wananchi wanahitaji maji mengi, uende uapply water pan. Kuna hii maji maji inashuka hapa hapa chini hapa, tuliona hiyo maji inakuwa waste. Tunaomba uapply hiyo water pan na sisi costota chini ya serikali ya William Samoei Ruto. Maana mama akisema pale tunahitaji maji, mambo yanafanyika. Mheshimiwa akileta, mimi ninasukuma hapa, tunahitaji mzima hapa, tunahitaji hizi boho, tunahitaji hizo wota pale, machi mengi Kenya, lakini lazima tuendani ya serikali na masuala ya maji, ukitaka kuwa karibu na serikali yako pale Coast Water, maana yanaletwa Coast Water inafanya. Kwa hivyo tukiwa ndani ya serikali, nashukuru mheshimiwa umesema wazi, lazima uwe ndani ya serikali ndo ukule na ukubwa. Kukula na ukubwa ni mambo ya maji, mambo ya maendeleo. Stima zimetembea jamani, wataita wakwetu aadarau. hebu tu serikali isingi maskira mserie na nyuma maana dakaya lumashiradi abona madhara akaa nje ya serikali. Tuingeni pale ndani tukule na umma. Kukula na umma ni maendeleo. Tupende serikali, tupende viongozi wetu. Tusipopenda viongozi wetu, hata wakienda pale juu kwa serikali anaulizwa, watu wako mbona wanatupiga vita pale lakini kuonyesha upendo kwa serikali, anaonekana ako na watu. Kwa hivyo akiomba, anapewa mwasikira manindu eh, mwasikira ningiche eh? Kwa hivyo mi niko pale na sitaongea mingi sana sababu boss wangu yuko hapa, mtamwona chea wangu, ambaye nafanya naye kazi, ninamleta kila wakati. Tumetembea hapa chini sana na huyu ni daktari, lakini kimwambia chea, njoo uone huu mradi Anytime, anakuja na sio ati anakuja sababu ya allowance, anakuja kuangalia maswala ya mtaita mtaveta kama anapata ile huduma ambayo imetweka pale Coast Water. Kwa hivyo ninashukuru na ninasema ni asante kwa huu mradi. Ninaomba tu my chair, sitaongea sana manazoarika mbele mbele, lakini mheshimiwa shake akileta inasindikira and I thank God. Nilikuwa chea wa asset, sasa hivi ni chea wa technical. Masuala yote ya technical ambayo yako pale kwa stota huwa wanaangalia tu yataita ni gani, wakati tu utaita utasikia sauti yangu akisha mazima taskunda kumanya, na kama kuna miradi imekuja cost ama pwani ni hapa Taita Taveta Kaunti, maana mko na mama ambaye ni jembe na mama akiongea mambo ya maji yanasikika na anakubalika. Naomba tu musikie sauti ya daktari da chairman wangu wa Coast Water na naomba sote tusimame, muone chairman ambaye ni golden boy <laughs> <laughs> karibu chea, salimia Wataita.